Mambo poa? Mzima mzima. Unapendeza. Asante. Nikuulize swali. Uliza. Una mpenzi? S mpenzi sina. Hivi ukiambiwa neno no... usha kutongoza usha wai, ukiambiwa neno unakupenda, uwa una, yaani kichwani kwako unajengeka na nosheni gani? Nalichukulia kawaida tu, sina nosheni yoyote. Nachukulia ni upendo tu, kama upendo wa kawaida <coughs> natamani siku moja upendani. Ah, uh, natamani lakini sio kwa sasa. Na mtu gani, labda unatamani pendane na mtu wa wapi? Ah, napenda nipendane na na nawapenda sana wa Korea. Mm, na nawapenda sana. Siku moja date. Yeah. Nawapenda sanakumoja Yes. huh? Eh? Ndio. Bana siwapendi maana wana mambo mengi. Tanzania? Siwapendi maana wana mambo mengi. Napenda Korea. Eh. Basi hapa, endelea kufuatilia kutufollow kwenye akaunti zetu za Instagram, TikTok pamoja na Facebook kwa jina la OLS, lakini pia mjini YouTube tunapatikana kwa jina la Oscar TV. Endelea kwa pamoja nasi usawo.